Kwa moja ya sababu ya tuzo hii kuwekwa kwenye Taasisi ya Elimu Tanzania ni kuhakikisha kwamba inakuwa ni chimbuko la kuongeza vitabu vya uandishi bunifu, na jinsi tunavyoongeza idadi ya vitabu hivyo, kunakuwa na uchaguzi mpana zaidi, wigo mpana zaidi wa kuja kupata baadhi ya vitabu ambavyo vinaweza vikatumika kama vitabu vya kiada. Katika masuala ya uandishi bunifu, tunahitaji waandishi wetu waandike na watoto wetu wadogo, hasa vitabu vya watoto wavisome, ili kupandikiza uelewa wa utamaduni wetu na kuwafanya kweli kuwa Watanzania. Kwa hili ni swala kubwa, na wakati mwingine kubwa kuliko majengo. Kwa hili ni swala kubwa, lakini pengine halivutii haraka kama ambavyo lingetakiwa kuvutia. Kwa hiyo mkakati unaotumika hapa ni kwamba anayeandika katika ushindani mzuri unaofanyika, akiwa mshindi wa kwanza anapewa fedha milioni kumi za kwake azitumie anavyopenda, na serikali inajihusisha kuhakikisha kwamba vile vitabu vinaingia sokoni kwa kuvinunua, kuvisambaza mashuleni na kwenye maktaba, ili baadaye publisher aendelee. Hiyo inamhakikishia publisher kwamba mimi kitabu hiki ni kizuri, lakini nikikia, nikikubali kukipublish sitoshindwa kwa sababu serikali ndio mnunuzi. Baada ya hapo wengine wanaweza akanunua na huo ndio mkakati mmojawapo wa kuhakikisha kwamba tunachangamsha soko la vitabu. Lakini kama mengine aliyosema Profesa Mlama ni kwamba tunataka kukuza vipaji vya uandishi na kuhakikisha kwamba waandishi wetu wanaona shughuli ya uandishi inalipa. huko Kiswahili unakuta unakuta na tarehe kumi na tatu Aprili, tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu nimeiona katika jarida moja New Zealand, wanazungumzia tuzo ya hapa Tanzania. Kwa hiyo kazi yetu ni kuilinda, kuhakikisha kwamba inakuwa endelevu, isibadilike kama personalities zitabadilika, na the main thing ya kufanya hivyo ni kuendeleza kuwa na kamati ambayo ni independent na kuhakikisha kwamba tunafanya nayo kazi, kuisikiliza, lakini kubwa ni kuhakikisha kwamba tumeingiza kwenye mfuko wa kitaasisi wa budget ambayo kazi hiyo Dkt. Anet Komba ameifanya. Vitabu hivi tunataraji kwamba vitakaa uh, maktaba na watoto wote wanaweza kuvisoma kwa sababu hai, uh, haiwezekani mtoto mmoja akakumbatia kitabu kimoja kwa muhula mzima. Kwa hiyo mtoto akisoma anakiacha, anakuja kusoma mwingine. Uwiano wetu ni kati ya vitabu kumi mpaka nane kwa kila shule aidha vitabu hivi mheshimiwa mgeni rasmi vimeshapewa ithibati ya kamishna wa elimu, maana yake vimeidhinishwa kutumika katika shule zetu. Pamekuwa na mwitikio mkubwa kutoka kwa waandishi bunifu kushiriki katika kuwania tuzo hii. Kati ya mwaka 2022, 2023, na 2024, 2025 waandishi bunifu wapatao 1031 na na wameshiriki wame katika kuwania tuzo hii. Inafurahisha pia kuona kuwa washiriki katika kuwania tuzo hii wanatoka pande zote za Tanzania bara na visiwani. Wengine pia ni Watanzania kutoka nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na Ujerumani, Austria na Czech Republic.